ni ya nyola mba makuwa kanya sinja abandu abanji mmiyasi isti muno nende kata jinani na makuwa kobusirishi ndeko nyo la professional ya anji kwa kisha mbu abandu bifu shibanya akana tawe darira isubu tali kushanda kuno mana abandu bifu bose ndasunga sunga murunga samia mia moja yani mnu kusia mabu yu karano no nyo la busirishi umwesu mulamba weko banji ndakosa mana mwawudu rako isubu tali ya basirishi la angaimia shini ya Mapwoni yonyo khande nda lu tsimba banda banji banendo bulwale bwe nyu operation okodwa sajari na bandu be from si yas east ba umampeza ko kutya sajari nda ka si mukataba nende hospital ya maseno shikira saint mary's ye fira no ino nda kasabere theater bafunga hospital ya mapwoni kushianda kuno ashiro kula mu theater kwa hivyo kwa kasi mukataba abadu wale boss be nya sajari abanne nende fibro isaba mama Hania nende shindisho shosho shafimba Sajari sino tsino khukholeranga maseno mission hospital nendabola mba abandu banje bawuma amapesa kweli tsibili tsyosi khurula Mumias East paka maseno nende surgical procedure payment tsyosi nende transport back khandi bakalushe ingo naye mapwoni niurunganga <clears throat> mana omwitsukhulu waba shibe uno anyala khushira okhulinda i constituency Mapuoni ya nyola mba serikali ilikuja ikaondoa mfumo wa elimu wa 844 ile ra CBC. Bali mabanje ba Mias East shibane na masomo ka CBC tawe. Mapuona bezanga ndi college ya balimu vihiga ndabola mbalimu hurula Mias kuti apaka vihiga sukulu tufungire mbo kusoma diploma ya CBC itakuwa mzigo. Nembo kula jukumu lesungana nda Minister of Education hore rai branch ya college ya St Joseph kushanda kuno kusukwe ilango Saint Isaac mana baalimu basomanga bwe nawo diploma sukuli tifunjire abandu bakholanga diploma ni special needs education ifisi ibetsanga shilingi elfu ishirini na tatu lakini nabola sichila mapwoni ya chama balimba mia isine na masomo balimba no barunganga sa shilingi elfu nane miatano na shilingi elfu kumi na ine na mapwoni arunga bwe hopanje ndakosa mana handi 2027 waharonya undi kiezo khola makhuwa nekholanga kano neshiri khunyola shisala nenyola shinikaba matinyu kwa sababu mimi napenda elimu ukifika kwenye kituo cha kupiga kura no bola sambu kwenye Mapwoni nowibirira no lira noyabangaka ndakhalola ndakhalola nochinga elee ta ula mbwene no manya sabekhalanga lia mdenya uno na manya sambu ni Mapwoni sindiyo maneno handi wakhebirira kweli iko maneno mingi nimepangia constituency hii Ndenyanga vambe nafasi embe mjumbe wavo huvangule isuputalief endarere kushanda. Mimi si mwanasiasa, mimi tu ni kiongozi, nasaidia watu na niko katika harakati za kutafuta kiti cha Mumias East cha ubunge. So naomba kama, wa, kama mnaweza mkasimama na mimi pia ni sawa, because naona Dr. Mapwoni amesimama akasema mengi mpaka amemaliza. <laughs> Asa, mimi nikaona tu nje nigusie gusie, gusie ni mwage, mwage maji kidogo alafu niondoke. Kila mtu yuko hapa, Kakamega County yote, watu wa Matungu West wako hapa, sio mbaya. Siku za mzee ningepiga siasa, manake najua tuna cover Mumia si yote lakini walikata hii Mumia. Sasa kuna hii kitu inaitwa Mumia Assist. Mimi nita concentrate hapa Mumia Assist, sawa sawa. Si kwa ubaya, si kwa ubaya, ni kwa sababu tu niko huku Mumia Assist, lakini nyinyi wote ni watu wangu, sawa sawa.